Hello, mambo vipi mtazamaji wa Jiko Point, jina langu ni Fatuma Hussein, mpishi wako wa leo katika pishi letu ambalo tunaenda kujifunza. Huenda ukawa unajiuliza kwamba je, nikitumia pressure cooker naweza kupika ndizi? Jibu ni ndiyo, na hapa naenda kukuonesha namna ya kukanga ndizi kwa kutumia pressure cooker, hivyo ungana nami moja kwa moja katika safari yetu ya upishi. Lakini nikukumbushe, ukihitaji ukihitaji pressure cooker hii unaweza kuipata kwa laki moja na themanini kwa digito na manyu ni laki moja na sabini. Hivyo pia simu namba 0677088088, ili upate mzigo wako moja kwa moja. Lakini ukiona mambo yasiwe mengi, fika ofisini kwetu Kinondoni Studio, karibu kabisa na zahanati ya vijana. Hapo utakutana na bango limeandikwa Nukta Afrika. Hapo hapo ingia ndani utapata mzigo wako vizuri, ukiwa bora kabisa, na utapata nafasi ya kuchagua ni upi ambao unataka wewe. Mahitaji ya leo katika pishi letu tutahitaji ndizi tu, na mimi nimetumia ndizi mzuzu, lakini wewe unaweza kutumia ndizi aina yoyote. Hatua ya kwanza ni kuweka mafuta kwenye sufuria lako ambalo lipo ndani ya presha kuka. Baada ya hapo, nitawasha presha kuka yangu, nitasubiria mafuta yachemke. Mimi hupenda kuweka ndizi ama kitu ambacho kitanidhihirisha kwamba mafuta yangu yamechemka. Baada ya hapo, nitasubiria mafuta yachemke na kisha nitaweka ndizi. Kama mnavyoona tayari tumeshaweka ndizi na mafuta yanachemka. utasubiri ndizi zako ziive, unaweza kuzigeuza. Kumbuka, tunatumia pressure cooker za West Point ambazo zinatoka ndani ya Jiko Point. Uenda ukutana na West Point nyingi mtaani, lakini sio hii inayopatikana ndani ya Jiko Point. Hivyo ni kukumbusha, ukihitaji pressure cooker hii unaweza kuipata kwa laki moja na themanini kwa digito, na manyu ni laki moja na sabini Hivyo pia simu namba 0677088088 ili upate mzigo wako moja kwa moja mafika ofisini kwetu Kinondoni Studio, mkabala kabisa na zahanati ya vijana. Ukifika hapo utaona jengo limeandikwa Nukta Afrika. Hapo ndo sehemu salama na sahihi ya wewe kupata pressure cooker yetu. Baada ya hapo ndizi zetu zitakuwa tayari kukuliwa.